Jina la Mtume ameandikwa kule Madina. Hiyo hiyo ni mafaa. No, no. Hiyo ndio ndio mwenye kusudia. Ndugu zangu, inna mu'mina au kusifati min sadi ayyamu qura ma'ruf. Wa yuqira bi jamii. Mu'mini kwa kweli

Mwenyezi Mungu, la bali nakumbuka wema, si kufanya mabaya. Leo umetoka kijiji, umetoka mjini, na mwisho wa siku anaweza akawa sababu ya kuvuruga mji wako. Aa, wasiwe na msemo wao, wanasema nini bibi? na niniaaaenee

aliyafanya makubwa mtume anaona, haiwezekani huyu Abubakari hawezi. Mtume ametwambia kila mmoja katika dunia hii alilipo kwa kilaofa, lakini msaada ambao alifanya Abubakari kwenye Islamu hakuna wa kujaliba ila Allah Subhanahu wa Taala. Mtume na Mama Aisha kuzidisha ule ukarimu, ikiwezekana ua mtume